We Chake Chake, mwenge mwenge wetu na ukimbiza mwenge. Mimi mgeni Hatibu Yahya, mkuu wa wilaya ya Chake Chake, napenda kuwaalika wananchi wote wa wilaya ya Chake Chake na wale walio nje ya wilaya ya Chake Chake katika kupokea na kuukimbiza mwenge wa uhuru ndani ya wilaya yetu ya Chake Chake siku ya Jumatano ya tarehe 25 mwezi wa sita ishirini ishirini na tano, ambapo mwenge wa uhuru kwa kuanzia tutafanya makabiziano kwenye viwanja vya skuli ya Ngwachani. Baada ya hapo tutaukimbiza mwenge wa uhuru kwenye mradi wetu wa mwanzo mradi wa kituo cha afya cha ghorofa moja kilichopo Chonga. Katika mradi huo mwenge wa uhuru utaweka jiwe la msingi. Baada ya hapo, moja kwa moja tutakwenda kwenye mradi wa vijana. Mwenge wa uhuru utatembelea mradi wa vijana, ambapo vijana hao wanajishughulisha na ufugaji wa kaa pamoja na utunzaji wa mazingira katika eneo hilo, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru atakabidhi vifaranga vya kaa, atakabidhi mashine, lakini pia atashiriki uvunaji wa kaa. Tukimalizia hapo, mwenge wa uhuru utakwenda moja kwa moja kwenye kituo cha afya cha Gombani. Katika eneo hilo, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kwa kushirikiana na wananchi wa wilaya Chake Chake atakabidhi vyandarua atagawa matone ya vitamini A kwa watoto walio chini ya umri wa miaka mitano. Tukimaliza hapo, Mwenge wa Uhuru moja kwa moja utaelekea kwenye uwekaji wa jiwe la msingi kuli ya msingi iliyopo Mbuzini. Mwenge wa Uhuru utaweka jiwe la msingi. Baada ya hapo, patafuatia program ya lishe. Tukimaliza hapo kutakuwa na zoezi zima la ugaaji wa mitungi ya gesi, jambo ambalo sasa tunakwenda kuonyesha jamii namna ya kuhifadhi mazingira, lakini pia kuweza kutumia nishati salama. Tukimaliza katika mradi huo, moja kwa moja tutaelekea kwenye mradi uzinduzi wa umeme kwenye shehia ya Uwandani. Mwenge wa Uhuru ukiongozwa na mkimbizaji wa Mwenge ndugu yetu Ismaili aliusi, Mwenge wa Uhuru, tutazindua umeme kwenye maeneo hayo, jambo ambalo mheshimiwa rais ameangalia usambazaji wa umeme vijijini, lakini pia usambazaji wa umeme kwenye wakulima. Tumeona kwamba maeneo ya Uwandani kuna wakulima wengi wa mboga mboga, jambo ambalo hapo nyuma ilikuwa ni kikwazo kwao kuweza kupata maji kuweza kupata umeme, lakini kupitia mradi huu wa uzinduzi wa umeme jamii ya uwandani itaweza kunufaika na swala zima la umeme. Tukimalizia hapo, mwenge wa uhuru moja kwa moja tutaelekea katika uwekaji wa jiwe la msingi kwenye barabara yenye urefu wa kilomita sita nukta nne barabara hiyo inayopatikana wawi Messi mzambara umboko. Tukimaliza hapo tutakuwa na programu ya rushwa, na moja kwa moja tutaelekea kwenye eneo la mkesha. Mwenge wa uhuru katika wilaya yetu ya Chake Chake utakimbizwa kwenye shehia kumi na moja vijiji kumi na saba kwenye miradi minne yenye thamani isiyopungua bilioni kumi na sita kauli so, mbiu ya mwenge wa uhuru mwaka huu ishirini ishirini na tano tujitokeze kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ishirini ishirini na tano kwa amani na utulivu. Niendelee kusema kwamba matayarisho katika harakati hizi za kukimbiza mwenge wa uhuru kwenye wilaya yetu ya Chake Chake umekamilika, na ni niwakaribishe sana kwenye viwanja vyetu vya mkesha, ambapo mkesha tutakesha na mwenge wa uhuru katika shehia ya Madungu, kwenye viwanja vya bustani ya Mwana Mashungi. Wasanii mbalimbali watakuwepo, kwa hiyo ni waombe vijana, wazee, akina mama, tujitokeze kwa wingi kuweza kushirikiana kwenye mkesha wa mwenge wa